Sasa Naomi na mume wake, mpaka sahau, si hivi? Sehivi njali inatupiga tuhame. Sikia, ni kuambia ujumbe juu ya mateso, usitoke muwepo wa Mungu. Juu ya shida, usitoke muwepo wa Mungu. Hata watu wanakusemia mabaya, usitoke muwepo wa Mungu. Hata watu wanakuonelea, usitoke muwepo wa Mungu. Hata shida na mateso zinaingia uwepo wa Mungu, lakini wengi wamepoteza uwepo na utukufu wa Mungu juu ya mambo madogo madogo, mambo ya dunia wamepoteza utukufu wa Mungu, mambo ya dunia. Juu ya zini, unapoteza utukufu wa Mungu juu ya demi ilfra, unapatia mwenzako sumu bana kununua, unafikisha sumu kwa mwingine mwengine. Demi ilfra, inakutosha mwepo wa Mungu. Juu ya rufa, unakubali kuuzisha ndugu yako akufe, natoka mwepo wa Mungu, mambo madogo madogo.